Yes, mambo vipi mtazamaji wa Vimoche Media? Karibu katika chaneli yetu tuweze kukupa michapu mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Usisahau ku like, ku subscribe, ku comment na ku share chaneli hii ili uweze kupata habari zote zingine zinazokujia punde. Sasa bwana, leo tumekuletea habari kutoka Korea Kusini ambako mwanadada wa mwigizaji maarufu Jun Ji Hyun anakabiliwa na tuhuma nzito ama mvutano mkali ambao umekuwa ukisumbua harakati zake za kibiashara kama vile uchezaji wa movi na matangazo mbalimbali. Na skendo hii ameipata kutokana na tamthilia mpya ambayo imekuwa ikirusha kuanzia Septemba upande wa Disney Plus ambayo inajulikana kwa jina la Tempest, na humo ndani amecheza kama Soe Menju. Na moja kati ya vitu ambavyo vinasumbua kwenye skripti hiyo ilikuwa ikimlazimu kusema kwamba kwa nini China inapendelea vita na mabomu yanaweza kuanguka wakati wowote katika mipaka, hivyo imeonyesha kama ni uchochezi fulani ama matusi fulani kwa upande wa China dhidi ya Korea. Sasa watu wengi wa China, wananchi wa China, wamekuwa wakishawishika na kutia shinikizo kubwa sana kwa makampuni ya China ambayo yanaudhamini chini ya mwanadada huyo Jun Ji-hyun, ambayo amekuwa akiyafanyia kazi kama barozi upande wa matangazo, hivyo yameweka shinikizo la kutaka yeye atolewe katika matangazo hayo na moja ya makampuni makubwa ambayo yameweza ku kumshusha Jun Ji Hyun kumtoa katika matangazo yao kutokana na skendo hii ambayo imeonekana kuwa ikishusha harakati za kibiashara na watu wengi wamekuwa hawajihusishi na makampuni hayo ama biashara hizo kutokana na harakati hizo. Ni makampuni hayo kama vile Louis Vuitton, La Mer na Pigment ambazo zimeondoa vifaa vyote vya Jun Ji Hyun kutoka tovuti zao za kichina na mitandao ya kijamii. Hivyo harakati hizo zimekuwa ni kikwazo kikubwa kwa bidada huyo, icha kuwa waliokuwa wanamthamini katika filamu hiyo bado hawajatoa neno lolote, hivyo tunasubiri kuona nini watasema. Kikubwa ni kusubscribe, kushare, kucomment ili kupata habari zote pale punde tu zinapotoka.